Nataka kumshukuru Mungu kwa jambo hili kubwa ambalo amelifanya katika diocese yetu ya Tabora tangu tulipoanza mchakato wa utafutaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya kustafia baba askofu, sambamba na kutafuta fedha kwa ajili ya ununuzi wa gari la kustafia baba na mama askofu, na tuwashukuru Wakristo katika maparishi yote ya diocese ya Tabora ambayo walitoa fedha zao kwa ajili ya kuwezesha kazi hii kubwa. Ununuzi wa gari pamoja na ujenzi wa nyumba ya askofu ni swala la kikatiba ambalo inatambuliwa katika kanisa Anglikana Tanzania, kwamba askofu anapostaafu apatiwe nyumba pamoja na gari, na sisi tumetimiza haki hiyo ya kikatiba kwa kujenga nyumba kule Kahama, lakini kununua gari hili Toyota Prado TX namba 718 ENV. Tunawashukuru sana wote wa maruru dini wetu, wachungaji katika diocese nzima na kila Mkristo ambaye alinyosha mkono wake kwa ajili ya jambo hili, na sisi tunasema Mungu, asante. Na ndio maana kwa niaba ya wakristo wengine na wachungaji wengine ambao hawapo hapa Tabora manispa, sisi tumelipokea gari kwa utukufu wa Mungu. Asante sana Amina. Kristo wa dasi ya Tabora kwa kazi kubwa aliyoifanya, lakini pia na michango mingine mbalimbali ya watu na wadau mbalimbali wengine. Wa gari limegharimu pesa nyingi kuliko tulivyokuwa tumewaza mwanzoni. Gharama imekuwa kubwa, lakini tunamshukuru Mungu kwamba jambo hili limefanikiwa. Asante sana, naomba sasa mkasi tulifungue, eh. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Msogelee tu niombe. Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa baraka hizi. Asante kwa ajili ya baba askofu wetu Daktari Elias mazi cha kupewa na mama, tangu ulipowaita kukutumikia katika diocese yetu ya Tabora, tumeona baraka nyingi, na sasa kama katiba inavyotutaka kwa nyakati hizi wanazoziendea za kustaafu mamlaka hii ya uaskofu tunatakiwa tujenge nyumba na Mungu umetufanikisha. Asante. Tunatakiwa tuwanunulie gari na Mungu umetufanikisha gari hili zuri. Jina lako libarikiwe. Tunaliombea gari hili Bwana, tunaomba kwa ajili ya nyumba ile, kwamba uvitunze na kuvilinda kwa pamoja. Lakini asante kwa ajili ya wakristo wote wa dayosisi ya Tabora kwa moyo wao wa upendo kwa watumishi wao, kwa moyo wao wa kujitoa kwa moyo wao wa ukarimu. Bwana Mungu, wabariki wakristo wote, wabariki wachungaji wote, wabariki watu wote waliohusika kwa namna moja au nyingine <tune>